sura ya nne aya ya kumi hadi ya kumi na saba na somo la injili kama ilivyoandikwa na Luka sura ya kumi aya ya kwanza hadi ya tisa Karibu tusikilize injili. Somo la injili ilivyoandikwa na Luka. Bwana aliweka wengine sabini akawatuma wawili wawili wamtangulie kwenda kila mji na kila mahali alipokusudia kwenda mwenyewe, akawaambia mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache. Basi muombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Enendeni, angalieni, na watuma kama wanakondoo kati ya mbwa mwitu. Msichukue mfuko wala mkoba wala viatu, wala msimwamkie mtu njiani. Na nyumba yoyote mtakayoingia semeni kwanza amani iwemo nyumbani humu, na akiwamo mwana wa amani, amani yenu itamkalia; la hayumo, amani yenu itarudi kwenu. Basi kaeni katika nyumba hiyo hiyo, mkila na kunywa vya kwao, maana mtendakazi amestahili kupewa ujira wake. Msihamehame kutoka nyumba hii kwenda nyumba hii. Na mji wowote mtakaouingia, wakiwakaribisha, vileni vyakula viwekwavyo mbele yenu. Wapozeni wagonjwa waliomo, waambieni, ufalme wa Mungu umewakaribia. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Basi nawaalika tutafakari pamoja somo la injili tuliotoka kuisikia sambamba na kutafakari kwa kifupi maisha na utume aliyofanya Mtakatifu Luka Mwinjili. Mambo yafuatayo tutayasikia ni mambo yanayoaminika kuwa kweli kuhusiana na Mtakatifu Luka Mwinjili, machache yakiwemo kwenye Biblia Takatifu na mengine kutoka mapokeo na maandiko ya mababa wa Kanisa kama vile Mtakatifu Ireneo, Eusebio wa Kaisaria theodorus Mtakatifu Yeronimo yaani Jerome na kadhalika walioishi karne tofauti tofauti tangu ya pili, ya nne na kuendelea. Alizaliwa Antiokia huko Siria. Alikuwa daktari, yaani mtabibu mtaalamu wa dawa tiba, mwenye moyo mwe wa sanaa katika matumizi ya maneno, uandishi na uchoraji na uliojaa tamaa ya kutafuta ukweli. Alikuwa mshirika mkubwa wa Mtume Paulo na alikuwa naye karibu mahali pote Paulo alipokwenda, katika shida, mateso na mahangaiko ya safari za Paulo, akimtibia vidonda na magonjwa yake. Luka aliamua kuyaandika kwa utaratibu yale aliyoyasikia kuhusu Bwana wetu Yesu Kristo katika Injili, na baadaye juu ya kazi za mitume katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Kutokana na injili yake kusheheni habari za Mama Maria na utoto wa Bwana wetu Yesu Kristo, inaaminika pengine alipata kuzungumza na kusimuliwa mambo kadhaa na mama yetu huyu. Pia picha ya kwanza ya Mama Bikira Maria akiwa amempakata mtoto Yesu inaaminika ilichorwa na huyu Luka Mwinjili. Injili ya Luka kutambulishwa na alama ya ng'ombe mwenye mabawa, na hii inaashiria huduma, yaani kutumikia; mbili sadaka tatu nguvu ama ujasiri, na nne ni ishara ya neno lenye kuinua mioyo yetu kuelekea mambo ya mbinguni. Basi kwenye somo la kwanza tunaweza kuonja kuwa huyu Luka licha ya kwamba anaonekana kuwa msomi na mtaalamu wa dawa na utabibu na mwandishi, bila shaka alivijua vyema vitu vya dunia hii ambavyo alivichunguza kwa ukaribu, lakini hakuyumbishwa na kupenda mambo ya ulimwengu huu kama Demasi ambaye tunamsikia kwenye somo la kwanza amemwacha Paulo kwa sababu ya kuvutwa na mambo ya dunia hii. Sisi wengine pia huwa tunavutwa na mambo ya ulimwengu huu. Luka anakuwa mwaminifu katika utume wa kupeleka habari njema na anabaki pamoja na Mtume Paulo. Marafiki au watakatifu wake Bwana Yesu utangaza fahari ya ufalme wake. Hii tunaweza kuisikia kwenye Zaburi yetu ya leo Zaburi ya mia moja arobaini na tano. Ndivyo hivyo hivyo injili inavyotutuma leo kwamba tuwe wajumbe waaminifu wa habari njema ya Kristo ili wale wasiomjua wamtambue kwa taswira ya maisha yetu. Wewe popote ulipo uwe ni utambulisho wa Kristo mahali hapo, ukipeleka amani kila uendapo. Usivutwe na mambo ya ulimwengu matamu yenye ubaya yanayopelekea dhambi na uvivu, choyo, fitina na kuwanyima wengine haki. Ni sisi wote tunatumwa kwa pamoja, sio peke yako wala sio peke yangu, bali sisi pamoja kama jumuiya. Na Yesu anatukumbusha kusali maneno haya. Kuna wimbo mzuri wa Padre Paterini Mangi ambao nitawimba kidogo Mombeni Bwana wa mavuno apeleke watenda kazi. Hicho ni kipande kifupi kwa wale tunaofahamu. Basi tunaona Yesu anatukumbusha kusali na pia anatuambia tupeleke uponyaji. Maana ya kupeleka uponyaji, manake ni kutangaza msamaha au kupeleka msamaha, kupeleka faraja na misaada mbalimbali mbali, ili wao pia wapate kuuonja ufalme wa mbinguni, yaani furaha ya kweli. Kwa mambo haya tunawapeleka kwa wale wenye maumivu mbalimbali, wale wahitaji, watu ambao wananyimwa haki yao, watu ambao wametengwa, watu ambao wana shida mbalimbali. Tunapowasaidia na kuwapelekea faraja, kuwapelekea msamaha na kuwapelekea amani, basi wanapata kuuonja ufalme wa mbinguni, ambayo ni kuonja furaha ya kweli. Ndugu, kila mmoja anasisitizwa kutumia uwezo wake ambao Mungu amemjalia na nafasi ambayo umepewa, ukiwa unasali na ukifanya juhudi kubwa, ili upeleke habari njema kwa namna unavyotenda kila siku na kila wakati, na kusisitizwa kusali sana, ili Bwana wa mavuno akupe neema zitakazokusaidia pale unapozihitaji. Mtakatifu Luka mwinjili mwenye sifa ya uandishi, uchoraji na utabibu, alifanya hivyo kiaminifu na japokuwa hakuna uhakika lakini inaaminika kwamba alikufa kifo cha kishahidi. Basi siku ya leo kwa namna ya pekee, tukiendelea kukumbushwa kufanya hayo ambayo tumeshirikishana, tuwaombee madaktari na watabibu wote, tuwaombee wachoraji, wasanii na kwa sasa hata graphic designers Tuwaombee wauguzi wote, watumishi wote wa afya, waandishi, watunza kumbukumbu, wasomi na wanafunzi wote, pia wafugaji na wachinjaji ambao kwa makundi yao machache wanaonekana ni wanaosimamiwa na mtakatifu huyu Luka Mwinjili. Lakini tujiombee sisi sote pia, tusiumbishwe na mambo ya ulimwengu huu upitao, bali kwa uwezo wetu wote tutangaze ufalme wa Mungu, tukisali sababu pekee yetu hatuwezi, bali Bwana wa mavuno atatimiza pale tunapopungukiwa. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi frateli Lucas Feran Kweka wa shirika la wamisionari wa, wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo!